Hili lingi zaidi, hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa, hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa, hakuna mwananchi pamoja na kukamata ambaye labda labda kwamba pamoja na kuwakamata, lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliachia bila masharti, tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao, lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii ambao pia bado taratibu za kisheria zikikamilika, eh, sheria itachukua mkono wake. Hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi wale tuli, tuli ku, Kweko, so, wake, ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunawashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika tukapembua, tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada ya hapo, baada ya kujadiliana, kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuwachie bure bila masharti. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni mojawapo, watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna, hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda nanyi si watu wa ndugu. Hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu, ndio ile tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini nimshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation mafunzo afande Sipia Awali, kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja, ndio ilisababisha kuhakisha kwamba mkoa umeenda kwa weredi mkubwa sana. Kuna kama kama inaonyesha ni siri ajabu kwa sababu nilikuwa nilikuwa na, na miburuzo ya kama scratch haijulikani, kwa sababu pale eneo lile walikuta wale watu ni ni, tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali bado, tunaendelea kuchunguza tujue ni wawapi. Haikuwa na mahusiano na swala maandamano. Ni kweli walikutwa kule, lakini kwa sababu alikuwa na miburuzo, ni dalili kama ni tukio la ajali. Lakini sasa kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea, tunamkaribisha. Asante kamanda.